Moja kati ya mistari ambayo imekuwa ikichanganya watu wengi sana katika maandiko ni mstari wa tatu wa kitabu cha Mathayo sura ile ya tano. Katika sura hii ya tano, Yesu Kristo alifundisha mambo mengi sana, sana sana sana, lakini moja kati ya kitu ambacho alikuwa anafundisha ni utaratibu wa maisha ya Mkristo, ama Mkristo anapaswa aishi maisha ya na namna gani, na akasema heri nyingi sana, yani amebarikiwa mtu afanye hivi, amebarikiwa mtu afanye hivi, na moja kati ya baraka ambazo alizitaja ama moja kati ya heri ambazo alizitaja mstari wa tatu wa sura hii ya tano anasema kwamba heri maskini wa roho maana ufalme wa mbingu ni wao. Sasa hapa watu wengi sana huwa wanachanganyikiwa, anawaza akisikia neno maskini. Kwa hali ya kawaida neno maskini linasikika vibaya, neno maskini linaweza likatafsiriwa kwa namna nyingine ambayo sio nzuri. Mtu anaweza kadhani moja kwa moja kwamba tunapomzungumzia maskini pengine huyu mtu hayuko sawa kiimani, pengine huyu mtu hayuko sawa katika maisha yake ya Ukristo, ndio sababu tumemwita maskini. Lakini kwa namna moja ama nyingine, nataka nimzungumzie huyu maskini wa Roho, ni mtu wa namna gani? Maskini wa Roho, kwanza tunaangalia maskini wa Roho ni mtu ambaye anatambua kabisa yeye hana uwezo wa kujisimamia mwenyewe, ama hana uwezo wa kujitegemea yeye mwenyewe. Tunapomzungumzia maskini katika picha ya kawaida ama katika maisha ya kawaida ya kila siku, maskini ni mtu ambaye kuna baadhi ya vitu ambavyo hawezi mwenyewe, mpaka apate msaada, mpaka apate, apate nguvu ya ziada kwao. Tunapomzungumzia maskini wa roho huyu maskini wa roho kwa namna moja ama nyingine ni mtu yoyote yule ambaye amekubali ame kuvunjika, amekubali moyo wake kupondeka, amekubali kuwa ku, amekubali kwamba mwenyewe hana uwezo wa kujipambania mwenyewe. Ni yule mtu ambaye anaonyesha kwa asilimia mia moja anamtegemea Mungu. Ni yule mtu ambaye anaonyesha kwa asilimia zote hategemei mali zake, hategemei uh, ufahamu wake wala hategemei ndugu wanamzunguka kwa ajili ya ustawi wa maisha yake ya kiroho. Ukisoma Zaburi ile sura ya 51 na msali ule wa 17 inasema kwamba dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, na anaendelea anasema kwamba moyo uliopondeka Mungu hata udharau. Mungu anapenda sana watu ambao wanakubali katika maisha yao ya kiroho hawawezi peke yao bila msaada wake. Mungu anatamani ana, ana, ana sana watu ambao wanaamini kabisa kwamba katika maisha ya kiroho uh, hawana uwezo wa kujiongezea chochote, hawana uwezo wa kujisaidia chochote bila kuwa na msaada wake, kwa hiyo Maskini wa roho kwanza ni mtu ambaye anaonyesha asilimia zote kwamba yeye anamtegemea Mungu katika maisha yake. Maskini wa roho ni yule mtu ambaye anaonyesha kwa asilimia zote bila Mungu yeye hawezi chochote. Maskini wa roho ni yule mtu ambaye anakubali kabisa kwamba anayatoa maisha yake sadaka ili Mungu yeye achukue usukani katika maisha yake. Ili Mungu yeye aongoze maisha yake ya kila siku. Kwa hiyo moja, maskini wa roho ni yule mtu ambaye yeye mwenyewe amekubali kupondeka ndani yake, yeye mwenyewe amekubali kujiona kwamba hawezi bila msaada wa Mungu k kwa, kwa namna moja ama nyingine, tunapomwita maskini wa roho ni yule mtu ambaye amekubali kwamba yeye bado ni mhitaji katika upande wa roho. Ni mtu ambaye anaonyesha anashauku ya kitu fulani katika upande wa roho. Mtu aliyeshiba kiroho ni yule mtu ambaye anaona kwake hakuna haja ya ibada, hakuna haja ya maombi, hakuna haja ya kuwa karibu na Kristo, hakuna haja ya kuwa na ushirika na watu wengine. Lakini maskini wa roho ni yule mtu ambaye anatamani sana kuwa kwenye ibada, anatamani sana kutoa sadaka maana anajua sadaka ndio kitu ambacho kitamweka karibu sana na Mungu. Maskini wa roho ni yule mtu ambaye anatamani sana kuwa na ushirika na watu wengine, kwa sababu anaamini kupitia ushirika na watu wengine atajifunza mambo mengine mengi, atapata mambo mengine mengi. Kwa hiyo, tunapomtafsiri maskini wa roho, kwanza kabisa lazima tujue ni yule mtu ambaye kwa asilimia zote amekubali kwamba Yesu Kristo, uh, ndiye tegemeo lake. Yesu Kristo ndiye, ndiye msaada wake wa karibu. Lakini tunapoangalia uh, maskini wa kwa namna nyingine tunamzungumzia maskini wa roho ni mtu yule ambaye ni mnyenyekevu. Ni mtu ambaye hana kiburi ndani yake, ni mtu ambaye hana majivuno ndani yake, ni mtu ambaye yuko tayari kujishusha wakati wowote wa kama jinsi ambavyo tumesema pointi yetu ya kwanza, maskini wa roho ni mtu ambaye anamtegemea Mungu kwa asilimia zote. Sasa huyu mtu akiwa anamtegemea Mungu kwa asilimia zote, moja kwa moja ni mtu ambaye ni mnyenyekevu moja kwa moja ni mtu ambaye anakubali kujishusha. Tunapozungumzia unyenyekevu, hatuzungumzii yule mtu mdhaifu. Unyenyekevu siku zote umekuwa ukitafsiriwa kama udhaifu lakini, si uzungumzie unyenyekevu kama udhaifu, na uzungumzia unyenyekevu kama hali ya kujishusha, kukubali kwamba hapa, hapa mimi siwezi. Na hata wakati mwingine unaweza, lakini unakubali kumpatia mtu mwingine nafasi, hata kama unajua kabisa kwamba mimi hiki ningefanya kwa ubora, unamtanguliza mtu mwingine mbele. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ile ya pili ukianzia mstari wa nne ukashuka chini, unakuja kuona kuna habari nzuri sana ambayo inatupatia mfano wa unyenyekevu inamzungumzia Yesu Kristo kwamba hapo mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, lakini yeye akaona uh, kule kuwa kama Mungu sio kitu cha kushikamana nacho akaamua ashuke anyenyekee mpaka mauti. Na ile, ile proses yote utaratibu wote wa Yesu kushuka chini akanyenyekea mpaka mauti, alichokuwa anafanya Yesu Kristo pale alikuwa anajaribu kututanguliza sisi kwanza, kutupa nafasi ya kwanza sisi. Maana ukisoma vizuri hii sura ya pili ya kitabu cha Wafilipi inazungumzia habari ya unyenyekevu, inatoa e, tafsiri nzuri ya unyenyekevu kwamba unyenyekevu ni kuwa na nia ya kuwatanguliza wengine kwanza pa wengine kipaumbele kwanza. Yesu Kristo alitupa kipaumbele sisi akaamua kuja kufa tena mauti ya aibu sana kwa sababu ya mimi na wewe, na lengo kubwa ilikuwa ni, ni, ni sisi tuokoke, sisi tuokolewe tutoke kwenye vifungo vya dhambi. Kwa hiyo tunapomzungumzia tunapomzungumzia, uh, maskini wa roho ni yule mtu ambaye amekubali kuishi maisha ya unyenyekevu. Uh, Mungu huwapenda sana wanyenyekevu, lakini huwapige wenye kiburi. Wanyenyekevu yeye anawainua na kuwapa neema. Kwa hiyo uh, maskini, maskini wa roho wameahidiwa kuirithi Uh, mbingu, ufalme wa mbingu ni wao, wapendwa. Kupewa ahadi ya kuurithi ufalme ni jambo kubwa sana. Tunaona jinsi ambavyo watu wanagombea nafasi za kuwa marais, watu wanagombea nafasi za kuwa wabunge, madiwani. Sasa, emfikiria habari ya ku, ku uh, kwamba unaambiwa ufalme wa mbingu ni wako. E, mi nadhani hakuna thawabu kubwa hakuna tuzo kubwa, hakuna, uh, hakuna zawadi kubwa kama kuambiwa ufalme wa mbingu ni wako. Na, na hiyo, hiyo zawadi haiji bule ama hiyo tuzo haiji bule, inakutaka uwe maskini wa roho, na maskini wa roho ni yule mtu ambaye ni mnyenyekevu. Maana uh, mwenye kiburi siku zote huwa inaathiri kuanzia rohoni kuja mwilini. Kwa hiyo mtu yote mwenye kiburi hatuwezi kumuita maskini wa roho kwa sababu yeye ndani ya roho yake amepandikiza kiburi. Kwa hiyo uh, sifa ya pili ya maskini wa roho ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ana tabia ya kutanguliza wengine kwanza, ana tabia ya kufikiria faida ya watu wengine kwanza. Huyu tunamwita maskini uh, wa roho lakini tutaangalia sehemu ya tatu ama pointi ya tatu ya uh, huyu maskini wa roho ni mtu wa namna gani? Maskini wa roho ni mtu ambaye uh, anakubali kufundishwa. Maskini wa roho ni yule ambaye anakubali kufundishwa, anakubali kuambiwa, anakubali kuelekezwa, kwa sababu ukiwa maskini moja kwa moja kwamba wewe ni mhitaji. Aa, katika kitabu cha Mathayo sura ya 18, Yesu Kristo anasema kwamba msipokuwa kama watoto, msipojishusha kuwa kama watoto, watoto, ni ngumu sana kuulisi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni ni, ni wa watu ambao wamekubali kujifunza. Sifa kubwa ya watoto ni kujifunza. Mtoto huwa na tabia ya kujifunza ukiachilia okay, habari ya kunyenyekea walio juu yake wakubwa, lakini sifa kubwa ya mtoto ni kujishusha pamoja na kujifunza. Tuna watu wengi sana ambao hawako tayari kujifunza. Wako watu wengi sana ambao hawapendi kuelekezwa, na niwaweke wazi tu kwamba mtu asiyependa kuelekezwa moja kwa moja tunamhesabu kama mtu mwenye kiburi. Maana kiburi na tabia ya kumwambia mtu kwamba wewe, oh, unajua sana. Kiburi na tabia ya kumwambia mtu kwamba wewe hufai kuelekezwa, wewe unaweza yote. Kwa nini huyu akwambie hivyo? Kwa nini huyu akuelekeze hili? Kwa hiyo tunapomzungumzia maskini wa roho ni yule ambaye ana moyo ulio tayari kufundishika, ana moyo ulio tayari kuelekezwa, ana moyo ulio tayari kupokea vitu vipya kwa hiyo tukimzungumzia maskini wa roho kwa namna moja ama nyingine tunambeba katika, katika sifa hizi tatu tunambeba kama mtu ambaye ni mnyenyekevu tunambeba kama mtu ambaye anakubali kufundishwa lakini pia tunambeba maskini wa roho kama mtu ambaye anamtegemea Mungu kwa asilimia zote kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine huyu ndiye maskini wa roho kwa hiyo unaweza kupata changamoto ya kujiuliza kwamba je wewe ni maskini wa roho Mungu akubariki